Sasa hili ni kupongezeni kwamba hatua nzuri. Na ndugu wananchi, nataka niseme tumeondoa kituo hicho, tumeshasema pale Michenzani, kwa sababu kilikuwa cha muda tu, kwa sababu Kijangwani hatujamaliza. Tumesema basi pale gari iwe inashusha tu inaondoka, sikupakia jambo lolote. Na huu nimekuwa msemo wangu maarufu sana, ukitaka keki nzuri lazima mayai yavunjike. Huwezi wewe kupika keki ukajisifu nzuri na magamba yake ya mayai itakuwa karaha. Sasa tunapotaka kwenda peponi, ukataka uende mzima mzima, usionje hata ladha kidogo, huwezi. Sasa kujilemaza kwetu huku, ndugu wananchi, wakati mwingine kunapelekea manunguniko ambayo hayana umuhimu wowote. Na bahati nzuri, sisi si wageni nchi hii, tumezaliwa na sasa tuna miaka haipungui arobaini na tushashiba chumvi alhamdulilahi. Tunajua tunakotoka, hatukuwahi kama wengine, historia ya nchi mbona, mbona inajieleza wazi. Leo mtu kutoka pale Michenzani au Kijangwani kuja zake mpaka raundi abauti tu anataka gari kutoka Kijangwani Kariakoo mpaka Michenzani tu raundi abauti, kama hakupanda gari na si mgonjwa, kijana shababi. Sisi tukitoka kwetu huko Mikunguni huko Munga, tunatoka zetu kwa miguu, tunakata kata zetu kwa lamsha, tunakuja zetu kwa biziredi biziredi, tunakata zetu Mwembetanga Vikokotoni, sisi tunataka kuja Forozani tu kwa miguu na ndio maana nataka niwambie ukweli, sasa hivi ndo maradhi mengi amekuwa kwa sababu hiyo. Mtu anataka ashushwe na gari chini ya mlango wa nyumba yake. Sasa kupanga ni kuchagua. Tunapolalamika kwa sababu malalamiko haya yanakuja kwenye mkoa wetu kwamba, mheshimiwa, hepatizametobo la pili, hatuna raha. Mtu ukitaka kupita hupiti, hata kwa miguu hupiti. Leo wakurugenzi wangu wamechukua hatua na watendaji wetu wa manispaa kuhakikisha kwamba wanapaeka pawe safi kama vile ambavyo nimetoa maelekezo kwa ZSSF na mkurugenzi wa mji Mkongwe, kwenye swala la Darajani. Sasa wameondoa hivyo vituo viwili kelele. Aa, lazima tukubali, ama Shakira ama kafura, tufike pahali tulione zuri lipi tunaamini leo watu watakuwa wanapita hapo kwa furaha na amani, maana tusiwe huku tunalalamika, lakini ule ni uchafu. Maana tukizungumza usafi wa mji ule pia sio usafi, lazima magari yaondoke. Sasa nini nachotaka kuwatia moyo wananchi, tuna jambo tunalifikiria, tuna tena, kwa wale ambao labda Manake zipo hoja zinaweza, nikaja sasa mtu kashashushwa kule Kijangwani ndo aje kwa mguu huku mgonjwa hospitali. Gari zinafika zipo gari hospitali zinafika Malindi kule karibu tuta, nako tutanini tuta, tuta, lakini sasa hivi pia nako gari zinakwenda, tuna ki, ki, ki parking ile tumeshaitengeneza watu hawataki kuingia. Sasa ebu, ebu tubadilikene, tunapotaka kutamani kuwa kama Ulaya In practice, na sisi tuende na, na, na, na uhalisia Huwezi kuwa we unatamani we kama Singapore bado wewe unaishi kimwaga ki, ki, mahagu haiwezekani, lazima tuendane na kweli uhalisia. Sasa hapa nataka niwape angalizo angalizi, wananchi kwamba haya ni dhamira ya maksudi ya serikali yenu ya mkoa pamoja na manispaa zetu na serikali kwa ujumla katika kutengeneza mji wetu. Haya mengine sasa tunaanza taratibu, mtazoea tu taratibu tutazoea, sote tutafika pale. Kama kuna jambo la kufanya, kadiri unavyojenga nyumba yako, umalizi kila kitu siku hiyo ushamaliza ushahamia, iko siku kuna sehemu utavunja kuweka vizuri, ndio tunapoafanya tukitaka kutengeneza mazuri. Ndugu waandishi na wananchi, lazima mengine tuanze taratibu kuona tunafanyaje, tutakuwa tunaimba tu siku zote. Niwapongeze sana wakurugenzi wangu wote kwa kushirikiana kifikra kimawazo na watendaji wetu pamoja na wakuwa wa wilaya kuona sasa zile fikra zinaanza kuwa kufanyiwa kazi. Maana siku zote alikuwa ng'ombe, sasa hivi, nyewe nye eh? sasa hivi ni wenyewe mnarusha klipu watu, sasa hivi ma ng'ombe, kama kule maharibi kule kulikuwa ng'ombe tena isha kithiri, kuna mmoja anarusha klipu kila siku makaburini hapa, sijui kuna, kuna ng'ombe ingawaja huko makaburini kuna mengi huko yanafanyika tachomekea tu, na sasa hivi ndo kabisa huko watu wanakuelekea kwe kampeni, wala si ya kufurahisha. Lakini ukisikia sasa hivi watu wanaenda wanatafuta mifupa, najua tu kwa sababu mambo ya kampeni yashafika, na kuna baadhi ya watu wanaamini shirki. Utaratibu wa serikali unapotoa maelekezo kupitia manispaa zetu, bado maelekezo yale yaendelee kuheshimiwa na kufuatwa. Kama kutakuwa na changamoto ongoing process, tutawaita manispa na hao wengine wahusika, iwe mji mkongwe, iwe manispa, tuelezane bana, basi hapa tufanye hivi, tuende hivi. Na mara nyingi serikali yenu imekuwa shirikishi, tunapofanya jambo tunaitana, tunashauriana. Hata haya ambayo tumeanza nayo tulishafanya hivyo, sio mara moja, si mara mbili. <coughs> Nakumbuka wakati tobo la pili pale, ilikuja kauli hiyo hiyo mtu awe anashusha ana, ana, ana anaondoka, anapakia, anaondoka. Sasa so, ana so, hivi ukienda pale congestion ilikuwa shida sana so, sasa hivi alhamdulillah. Kwa hiyo, waandishi na nyinyi, naomba mwe mwendelee kuwa mabalozi wetu kuhakikisha kwamba tunapozungumza mji kuwa mzuri, basi na hili nalo ni sehemu ya kufanikisha kufikia malengo yetu. Niwashukuru sana tena waandishi, niwashukuru sana uh, wakurugenzi wangu kwa kazi nzuri, mnachapa kazi vizuri, nasikia raha sana sana sana. Kama kuna wakati nasikia raha na najisikia furaha sana, basi sasa hivi timu yangu kidogo nimeiona inafanya kazi vizuri, najua. Na hili nataka niseme, bado kuna baadhi ya watendaji ndani ya taasisi zenu wanaleta shida. Tutashughulika nao ili muwe mna kasi ile ambayo na spirit ambayo mmeanza nayo. Maana nasikia wako wengi wasema hataweza wale watafika kweli. Lakini nakutieni moyo kama kiongozi wenu, fanyeni kazi, na pale mtakapokuwa mnakosea basi tutawaita na tutawaambia fanyeni hivi. Habari ya kuwakupakia au kushusha halas haipo. Tumeelewana. Tobo la pili, hapana kushusha wala kupakia. Michenzani gari inashusha, inaondoka, isisubiri abiria. Nikimkuta mtu tu, mama unakwenda huko, atajibiwa pale pale, tunatambaa pale pale, atajibiwa. Maana yake akishuka huyo mtu, hiyo hiyo daladala haitakuwa na muda wa kukaa hapa. Narudia tena, tukitaka kutibu vidonda vingine, lazima kwanza pigwe kisu tena. Hatuwezi kufika na watazoea tu, tutazoea. Naamini tutazoea. Hizo changamoto nyingine tulizozisema, sijui kuna wagonjwa, maana wengine huja na hoja hiyo, nalijibu kabisa, tumeshasema tutatengeneza mfumo at least kuwepo kama kitrak na nini, hiyo tutakaa na vyombo husika tuone hilo, lakini kwa sasa watu wa practice jambo hili, nishasemwa sana, mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa nasemaje? mambo mengine hatuwezi kwenda jamani na sasa watu tu. Tujirudishe kidogo angalau mili tuitutumue hii kabohaidreti nyingi. Na madaktari wetu nao, nitumie tena nitumie nafasi hii, madaktari watusaidie watupe faida ya kutembea kwa miguu iwe nayo inatoka angalau. Nyie watu mkiwaona hawa wazee wetu angalau mtu miaka themanini, si maskhara haikuja kwa bahati mbaya tu miaka thamanini mtu anafika mia tisini. Imekuja kwa sababu mwili wanaoshughulisha. Maana waandishi msinichokoze, sahivi mkaona watu wanatumia mali kasusi ni hawatembei. E, sahivi nyumba hazijengwi vizuri kwa sababu watu hawatembei. Sasa mtaona leo mtoto mdogo katoka kaja kwa mkuu wa mkoa, si watu wazima tulitembea? Mi amtembei. Tembeeni kwa miguu, vijana miguu ipate mazoezi yo, mwili udamu inachemka na nini, ni kwa sababu ya afya, unajenga siha. Sasa ni waombe madaktari na watu wa afya ambao wanazijua elimu hizi watusaidie nao kwenye vyombo vya habari wakizungumza mambo yao kwenye nini za kijamii hizi. Nilitamani sana Profesa Janabi naye atupe faida ya jambo hili la watu kutembea kwa miguu, na hii ndiyo maana unakuta watu wanalalamika. Na mimi nataka niwambie, hili nataka niliseme ukweli. Kuna mtu sitaki nimtaje jina, juzi kishindo jana, ananiambia mheshima mkuu mkoa wangu, "Hai nataka nikuambia. Mimi nasali lakini kusali yangu ya kisanii sanii." Kanaambia mwenye, "Sija sali hapa katikati kipindi na sijatembea. Basi mheshima mafuti alikuwa ananiuma kulikweli. Basi nimeanza kwenda zangu kusali, alhamdulillah mambo yanakwenda Vizuri na nime, na, natembea hivi, nachukua muda nusu saa natembea kwa miguu alhamdulillah. Na ukweli nataka niwambie, hata watoto wetu hawa tuambie, tuwa, tuwa amshe, amshe. Nataka nikwambieni tena, kutembea kuna faida kubwa sana. Sasa sie hatufanyi mpaka tuambwe na daktari, hicho usile hicho, sifanye nini? Sasa daktari nataka niwemee mkuu wa mkoa, sasa nataka watu wafanye mazoezi pale kutoka Kijangwani mpaka pale mpaka pale Michenzani tu. Yaani kutoka pale kama mtu anatembea mpaka darajani. Sio mbali. Kwa mtu kwa mtu kwa umri kama umri wangu mie na aliyenizidi mie kidogo hawezi kupaona mbali hata siku moja. Kama hiyo haitoshi, vyombo vingi si vinaenda vidogo vidogo. Basi, lakini haya sio hapa tu kwetu. Twende hapo mainland tu Dar es Salaam. Mbona wenzetu wanafanya? Nena, na Dar es Salaam ni kubwa kuliko kwetu sisi, why not? Sisi kwenye hili niombe sana, ni, ni, ni, ni, ni maamuzi tu. Kwa hiyo hilo ninafikiri nimeshalitolea maelekezo. Hai, jengine